Ninaamini kwa mmekuja mko kamili na mtahakikisha mnajifunza vilivyo, msikilize kwa makini, lakini pia muulize maswali, na maswala ya kisheria kama yanaleta shida, hiyo maswala mengine ya kiutumishi, wako watumishi wengine, lakini ipo Sekretariati ya maadili iko hapa, kama kuna tatizo la maadili au nataka kuchukua hatua lakini huelewe namna gani kimaadili mekaeli, ndio maana wenzetu wako hapa ili kuweza kutusaidia. Basi ninawaomba sana watumishi wenzangu kawo wasikivu, ili tuweze kuwaokoa wananchi wetu Wasame wakaondokane na tatizo hili kubwa ambalo limekuwa likituathiri kiuchumi, kisiasa, lakini pia na kiutamaduni. Kwa wewe kama kiongozi mtendaji kiongozi mwenyekiti, ukichukua rushwa, maana umechangia mtu kwenda kuwa watu la kitamu, kwa hata siku ya kiyama Mwenyezi Mungu utamwangalia kwa sura gani? Hakikisha unakuwa mzalendo, au chukui rushwa, unakufuata maadili, miiko ya kazi. Ili jambo tukilifanya kwa pamoja, basi tutafika mbali sana. Ndio maana viongozi wakaamua walete semina hii. Mwanzo watu walikuja kufanya operation, lakini viongozi wakasema tusitumie nguvu, tutumie diplomatic, tuje tuzungumze na tuhamasishe. Leo ni elimu, lakini kesho tutaenda field. Leo tutaenda baadhi ya shule lakini kesho tutakuja fidi katika kata zetu, tutagua kata chache kushirikiana na halmashauri hapa zile za karibu, twende kesho tukazungumze na wananchi pale, lakini vilevile tukafeke baadhi ya mashamba kama sampo kwa hiari, ili jamii yote Tanzania ione kwamba eneo la Same tumeamua kupinga mirungi, tufeke wenyewe kwa hiari. Na uzuri ni kwamba leo tuko na viongozi ambao wako katika ngazi ya, ya vijiji, si ndio? eh na mashamba yanayolima mirungi yako katika ngazi ya nini, ya vijiji. Sasa kwa haraka haraka, wewe unisaidie, tutuni, tujiulize swali, kama mirungi ni haramu, kama mirungi ni kosa la jinai, nini kinasababisha haya mazao yapo katika maeneo yetu? Kwa haraka haraka, maana yake kuna sura ya rushwa nyuma ya hiyo agenda, vinginevyo sisi ni viongozi wa serikali Mbona tunayaona na hatutoi taarifa? Wenye kulima tunawajua, mashamba tunayajua, mazao tunayaona, lakini taarifa mm-mm. kwa tunapokuwa tunaendelea kulinyamazia kimya, maanake sisi tunaruhusu hiyo biashara kuweza kuendelea kwa sababu tumeshindwa kutimiza wajibu wetu. Nimezungumza nikasema, rushwa si lazima upokee, lakini hata unaposhindwa kutimiza wajibu wako kama kiongozi, hiyo nayo pia ni nini? Ni rushwa. Tukisha badilika tutakwenda kubadilisha wale wengine, sina maana yake. Kwa hiyo tuwe na uadilifu, tuwe na dhamira ya dhati ya kufanya kitu sahihi kwa ukamilifu. Baada ya kusema huo uadilifu, definition ya maadili ni kufanya kitu sahihi muda wote, hata kama hakuna mtu anayefanya nini, anayekuona. Fanya jambo sahihi kama kiongozi, wakati wote, hata kama hakuna mtu anafanya nini anakuona tafsiri yake ni nini? Uadilifu unatakiwa uanzie moyoni, uadilifu unatakiwa sehemu ya maisha yako, si ndio? Sasa kwa sababu mwanzoni ilikuwa hamjui madhara, hamjui sheria. Sasa hivi tunaomba ushirikiano wewe, tumeelewana vile vile, we, na sisi tusijihusishe na biashara hii au kilimo. Sheria mlisikia inakosema sasa. Mimi yote nitakuja kusimamia yale yote aliyosema bwana, nikikukuta na kukamata ajali wewe, ni kiongozi ufanya taratibu. Kwa hiyo tubadilike sisi kama viongozi chaguo wa kiongozi, wewe ni kama unaoongoza familia yako, ukiwa elewa hili sasa. Usipowaongoza vizuri, ukuwarushwa ingie kwenye janga la madawa ya kulevya, kweli utawaongoza tena nani? Sasa ukila rushwa